Tarehe 25 Aprili mwaka ni 2025, na ripoti za leo zinatokea hapa Kahawa Club Gerezani. Ni muda mrefu takriban zaidi ya mwezi mmoja hatujaweza kufika hapa, mengi katikati yametokea, lakini kubwa zaidi kwa hili tunaloliendea, wiki hii, siku ya Jumapili, Simba Sports Club ambao wapo pale Durban, nchini Afrika Kusini watacheza mechi yao ya nusu fainali ya mkondo wa pili dhidi ya Stellenbosch, ambapo mechi ya kwanza Zanzibar uliweza kuibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri lakini pia mabingwa wa kihistoria wa ligi kuu ya Tanzania bara Young Africans wao leo hii majira ya mchana watakuwa wanaelekea pale visiwani Zanzibar kwa ajili ya michuano yao ya kombe la Muungano, ambapo Singida Big Stars, Black Stars jana wameweza kutolewa dhidi ya JKU. Nipo na ndugu yangu Ali hapa, nipo na Mzee Mtoro, nipo na Kibu, nipo na ndugu yangu wengine. Ali, kwema. Kwema, vipi Ali. Mambo anasemaje? Safi za siku Ah, tupo majukumu tu ya, ya, ya kitaifa na majukumu ya kifamilia maisha natukabili. Kwa hiyo, kwa hiyo hakuna mitu... ah, hadi ambayo nilotoa mi sijaitimiza na hakuna hadi nilotoa ambayo likafanikiwa kwamba mi hadi nitimize ali, kwanza tukianza moja kwa moja, kwanza tuanze na watani zako Simba Sports Club ambao wao walitinga hatua nusu fainali kwa kumtoa al al Al Masri kutoka pale Misri lakini pia sasa hivi wamecheza mechi yao ya mkondo wa kwanza zidi ya Stellenbosch pale Zanzibar. Mengi yamezungumzwa, wapo waliosema uwanja wa Amani Complex au wafai tena, akiwataka wakiwataka viongozi wao wasirudi tena. Lakini sasa safari ni Durban pale katika uwanja wa Moses Mabida siku ya Jumapili, unaionaje, watani wako wanaweza katoboa kweli? Kwanza mimi naa washauri watani zangu watani nyinyi ni watu wa mpira, kama ni watu wa mpira wasuwa lau, wasuwa wao, wape, wape wao, wa mpira wasiwaambie viongozi wao wapeleke uwanja gani. Simba je, nafasi ya nne kirenki, nafasi ya nne wachagui uwanja. Warudi kwa viongozi wao, wasajiliwe wachezaji wazuri, yani watacheza uwanja wote. Umeona yanga ilipofikia, yanga ilipofikia, ipeleke uwanja wote kwa, kwa timu ambazo za kawaida hizi, si astrabochi si nani, ipeleke uwanja wote itapata matokeo. Lakini wao wanafanya hivyo kwa sababu kutokana na kwaiti ya wachezaji wao sasa baada wao washabiki waiache timu ifanye ma mashindano ione inapofikia ili baadaye warudi kwa viongozi wao kutokana na nafasi yetu tulokuwa nayo tuongeze wachezaji a na wachezaji wanatakiwa waongeze sio hivi. Tuongeze kidogo kama, kama unaona mpanzo kila mtu anamwimba mpanzo. Mpanzo mpanzo. Sasa unatakiwa wapate kina mpanzo kama watatu, sawa, wapate kina mpanzo kama watatu ndio timu yako inapokuwa kubwa lakini wapo nafasi ya nne lakini nafasi ya nne ile wao wenyewe hawaitambui. Mimi nakuambia kitu kimoja Mwenyezi Mungu kama atatuwekaye endapo injinia ata, atapambana ata, atafika nafasi za juu zile, injinia atapambana atafika nafasi za juu zile, basi Yanga hii utoiadisia ya tena na hizi timu kukusanya pointi afike katika rank nafasi ya tano. Na hey, ya tano. Afike ya tano tu, washa muangalie injinia atachokifanya, kama hujaona anaenda kubishana lakini napambana na Yanga kwenda kuchukua mchezaji. Wenzao naika 80 na naika 60. Hapa hapo napambana tu. Wenzao naika 80. Yaani hao ya, ya, Yanga wapo nafasi wa 200 huko. Wanaika 80 wao naika 60. Hiyo timu kubwa hiyo. Wanajiangusha wao wenyewe. Yaani wale viongozi, Mwenyezi Mungu akawajalia uongozi wao wakimalizika. Wakipata mtu sahihi, Simba hii tunayoiona haitokuwa hivi. Ali kwa jinsi mechi ya kwanza walivyoiona pale Zanzibar na mechi ya pili sasa inaenda kuchezwa siku ya Jumapili pale uh, Afrika Kusini. Kwa kiwango cha Simba alichokionyesha katika michuano hii. Unaona kweli wakitoboa kienda finali? Wanaweza katoboa kwa sababu wale jamaa naangalia katika uwezo kuwafunga Simba naona ni mdogo sana. Yaani Simba wale wale wapate goli Simba sipate goli ni mdogo. Ila Simba, yani yani Simba wenyewe kifanya yani uzembe wao wenyewe, lakini ile ndio nafasi ya kuenda finali. Yaani ile ndio timu waliopangiwa kwenda finali. Yaani wangepangiwa upande mwingine kidogo ungekuwa mgumu kwao. Haki kwa timu ile pale Simba wenyewe tu. Yaani wenyewe watajilaumu wenyewe. Maga unajua vitu hivi vitatokea mara mbili. Sisi tuko tunacheza na wale South Africa wale, ambao kule na Malumo. Sasa nafasi zetu tulitumia sisi. Nafasi tulitumia vizuri na watu wote hawakuamini kama jamaa amefika hapa. Sasa watu wako kustuka, watu wako finali. Lakini ali wapo wanaomlinganisha Stellenbosch na Malumo kwa kuwewe, kwa kiwango cha Stellenbosch na hawa Malumo. Yupi alikuwa na kiwango bora zaidi? Yaani ukizungumzia kwa Malumo na hawa Stellenbosch? Ah, kwa kweli kwa kiwango hawa jamaa kwa wachezaji yani, kwa kucheza kwa pamoja, wao wanashirikiana kwa pamoja. Wale Marumo walikuwa na wachezaji baadhi wa wachezaji wazuri, yani kulikuwa na wachezaji mmoja mmoja ukiangalia Marumo wazuri. Hata ukiangalia sasa hivi wengi sana wametoka hapo katika hizi timu zingine zo, hata Zaboh naona yupo mmoja mmoja, lakini kwa sema kwa kucheza kitimu, jamaa ajitahidi kucheza kitimu lakini hali kubwa zaidi ambayo linalozua gumzo mitandaoni ni kubadilishwa kwa mwamuzi. Mwamuzi wa kwanza alitakiwa achezeshe mechi ile alikuwa ni kutoka Misri, lakini hatimaye ghafla tu amebadilika, amekuja mwamuzi mwingine, lakini naye anatoka pale Misri pale pale kwa vita iliyokuepo, maana sasa hivi kuna ushindani kati ya Misri na Afrika Kusini. Tumeona wiki iliyopita uh, walicheza kati ya Orlando dhidi ya Pyramids, lakini Mamelodi dhidi ya Al Ahli na wiki, weekend hii tena wanarudiana kwa ushindani uliokuepo hivi karibuni, na mwamuzi anatoka Misri na timu wanaocheza Simba dhidi ya timu kutoka uh, Afrika Kusini pale, unaonaje? Yani, mimi naonaga mwamuzi, ukiona timu mzuri muda mwingine mwamuzi hata, hata sio kumfikiria. Sisi mangapi tunaonewa na mawamuzi, lakini kwa sababu napiga goli nne mpaka tano Mangapi sema watu watu kuyazungumzia kwa sababu Yanga inapata matokeo. Muamuzi achezi mpira. Tengeneza timu yako. Tengeneza timu yako. Wewe muamuzi atapiga mtu anakata goli tano, wewe muamuzi atakata goli zote. Mtu anapiga hivi na kule, atakataa. Muamuzi achezi mpira. Kuna baadhi tu ya mambo kwamba wewe timu yako iko ni dhaifu, akusaidie katika hiyo mechi. Lakini wale jamaa kama watajipanga au Simba watajipanga hata kumpiga goli mbili. Wamempiga ya kwanza, muamuzi anakataa. Ya pili anakataa. Muamuzi wa aina gani? Hiy ataki kula, ataki kula. Si atataka kula kula, kula lazima uwe na kibarua. Uwezi kukataa magoli halali. Mtu kapigwa chenga, mtu kapiga kaweka utaikataa? Unaita kati uwe na mwamuzi wako wako, kwanza uwe na, na, na, na timu mzuri. Na kwanza utengeneza timu mzuri. Hadi tumalizie na hili. Mpaka Simba hapa ilipofikia wakupongezwa ni Simba wachezaji, au ni kocha Fadru Davis? Unajua unaposema, unavyozungumzia Simba unazungumzia uongozi, unazungumzia kocha, unazungumzia wachezaji yaani ninapaswa watu wote wasifiwe na wote wapewe pongezi zao kwa sababu wote wamefanya kazi kwa pamoja. Yaani unajua ni kombe kitu uongozi ukiwaelewani wale wachezaji wenyewe wakienda katika mechi, muda mwingine wenyewe wanazorota. Lakini wote wamekaa vizuri, wameshikamana na wamehitaji kufika nafasi wanataka kufika, ndio hiyo unavyoona unapofikia hapo. Chanchale ahwa. Ah, ni mchezaji mzuri ila wanachohitaji mashabiki wa mpira wa Kitanzania, wanachohitaji kila anachokifanya yeye kiwe sahihi lakini hata wao unaona, kina Ronaldo kuna muda mwingine unajiuliza ndo huyu? Au kina Messi muda mwingine unajiuliza ndo huyu? Lakini ule mchezaji ni mzuri, nani mchezaji ambao wenyewe wanasema anakuwa kama anakuwa, basi tuanze kumvumilia ili tumuongezee watu wengine. Yule chazi au alicheza mechi ngapi? Hakuna mechi anayokosa yule. Ni binadamu, sio tunam, so, tunamsema kwa kila jambo.